Governance and the rule of law. Akizungumza katika hafla hii ya kihistoria, naibu wa rais Kithure Kindiki amewapongeza rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga kwa kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuungana kwa ajili ya ujenzi na maendeleo ya taifa. Kindiki ana matumaini kuwa taifa sasa litasonga mbele kufuatia ushirikiano huo. Courageous decisions are made by courageous people. Easy and flimsy decisions are made by weak people and therefore our coming here to witness this decision is a testament that the future of Kenya looks great. Wakati huo huo Kindiki amewakejeli wanasiasa ambao wamekuwa wakijikita katika siasa za migawanyiko ya kikabila, akisema safari yao imefika mwisho. and therefore those who have spent time kwa upande wao, wenyekiti wa vyama vya ODM na UDA Gladys Wanga na Cecily Mbarire, walisema kuwa hatimaye maslahi ya vijana wanawake na wale waliotengwa kwa miaka mingi yatangaziwa na watajumuishwa katika ujenzi wa taifa.

Put this country first. Busara Naman, K24 weekend oh,